Anasema lakini pia kitu cha pili, kuutambua wema na upendo wa baba Mungu wa, wa ubaba wa Mungu. Mungu anatupenda, si ndio? Hivyo Mungu anatupenda, ai tuwe na ile imani kwamba hata tunapoingia katika kuomba Mungu anafanyaje? Anatupenda. Lakini kitu kingine kuomba sawasawa, sawa na mapenzi ya Mungu, na hisi watu hapa tuliona ile watu wanavyopayuka, wakiisi labda maneno yao mengi ndio yatakayowafanyaji yatakayosikiwa, lakini tulisema kwamba tunabidi tuombe katika Roho ili Roho atuongoze kuomba sawasawa na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Tusipokuwa na Roho Mtakatifu kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu haitawezekana, kwa sababu wewe mwenyewe utakavyokuwa na vifikiria ndio utakavyokuwa na viomba. Wakati mwingine mawazo yako tofauti, huku na muomba nani? Mungu. Lakini tunapokuwa na Roho Mtakatifu anatuongoza namna ya kuomba. Bwana Yesu asikiwe sana Ukisoma katika kile kitabu unahisi ni cha Warumi pale anaposema kwamba yupo mwombezi wetu, ndio anayetuombea kwa kugua kusikoweza kufanyaje, kutamkwa na anaomba sawasawa na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Maanayake roho akiwa ndani yetu ndiye atakayetuombea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo inabidi tumtafute sana roho mtakatifu, hasa hasa katika eneo la maombi. Tunamhitaji roho mtakatifu. Roho mtakatifu waga anazungumza wakati wa maombi. Roho Mtakatifu anaweza kakuongoza katika maombi yako unayokuwa unafanyaje, unayaomba. Bwana Yesu asifiwe sana e, labda sisi mimi nataka nifunge masaa kumi na mbili au nataka nifunge mbili, kabla mtakatifu akasema funga masaa ishirini na nne. Bwana Yesu asifiwe sana, anakuwa anamaanisha, au nataka kufunga labda siku moja, funga tatu Ndipo Mungu atafanya, labda ndicho kiwango ambacho Mungu anataka kifikie, ile Mungu afanyeje, atende. Ehe, kwa hiyo tunapaswa kuwa katika Roho Mtakatifu, lakini kingine ni kudumisha ushirika wa Kristo na kumtii Kristo. Hicho kipengele cha kuhusu kuendelea kuomba hapo, tumeanza tume, a tunazungumza kwamba tutaangalia zile sheria ambazo Yesu alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake alipokuwa mlimani, si ndio? Hizo lakini kitu kingine ni kuhusu njia mbili zilizo zilizoandikwa katika kitabu cha Mathayo sura ya, sura ya saba mstari wa kumi na tatu na kumi na nne, anasemaje? Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango mwembamba na njia